Lakini baada ya pale paliibuka baadhi ya viongozi wa dini wakiwa wanakashfu na kueleza negative juu ya jambo lilolifanya, labda hili ulilipokea vipi? Lakini pia ha, una rai gani katika hili? Unajua unatakiwa una, una wewe ufanye kadi mwenyezi Mungu achokujalia, alafu anaejaji ni mwenyezi Mungu. Ukisikiza maneno ya watu utashindwa kufanya mambo mazuri kwa kuwa utaonekanaje. Mimi na muumba mwenyezi Mungu ndio matawati, nihakikisha kuwa nafanya mambo mazuri na sishtuki, sijali wala siogopi komenti ya mtu ambaye negative. Mimi jukumu langu ni kuhakikisha kwamba nimepata nafasi na mimi nafasi, na kisha nafaidisha watu, Mwenyezi Mungu anibariki na mimi kuhakikisha nawabariki watu na kuweza kufuturisha. Kwa komenti yangu nitaikuta kwa Allah ni kifa. Ndio mimi nachokiangalia hicho, lakini komenti, na uzuri pia vizuri, alielezea ni vitu vya kawaida. Na hata watu wengine tamaa. Mwenyezi Mungu anasema msikate tamaa na neema zangu, hivyo kwa sitoke kiumbe kukarisha tamaa, fanya mambo mazuri hajalishi unafanya kazi gani, unafanya kitu gani. Watu wengine sizani kama watu wanafahamu lakini mimi maisha yangu sasa hivi na miaka mitatu na swali swala tano.